E sana namna. <laughs> Haleluya! Lakini nini kimetukusanisha? ameshasema msalaba umetukusanisha. Hii ndiyo Pasaka. Na tangu nimepata taarifa kwamba ta kwa hapa, nimekuwa natumia nguvu nyingi sana, nimemwomba Mungu sana, nimetumia muda mrefu sana kujifunza Pasaka, nikapata maandiko mengi sana lakini baadaye, wakati nimekamilisha kila kitu, Mungu akalipa ujumbe mwingine tena. Bwana Yesu atusaidia sana. Maandalio ya moyo ni mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Mimi niliandaa kwa nguvu zote, lakini Mungu ataniandalia ujumbe mwingine kwamba huu nitazungumza katika siku nitakazokuwepo, kwa sababu ya mtu mmoja, wasio kanisa wote